Hi guys, karibu tena katika Urembo na Princes' Zey. Leo tumekuletea mbinu ya kulefusha na kunyosha nywele kwa wakati mmoja. Iwe zina dawa au hazina dawa. Kutokana na ukweli kwamba wanawake wengi wa Kiafrika hupenda nywele ndefu na zilizonyoka, Urembo na Princes' Zey tumeamua kukuletea mafunzo haya ambayo yatasaidia nywele zako kurefuka ndani ya siku mbili tu. Pia kwa atakayetumia mbinu hii hata kuwa na utofauti na yule ambaye amenyoosha nywele saluni, isipokuwa wewe aliyetumia mbinu hii utakuwa na faida kuu mbili za ziada. Moja, nywele zako zitajaa zaidi na kunyooka kwa kuwa hapa hatutatumia moto wa umeme kuunguza nywele. Mbili, hutotumia gharama kubwa, na unaweza kufanya yote haya ukiwa mwenyewe nyumbani. Yote tisa kumi unakuwa umependeza. Tunaanza. Utaanza kwa kupaka mafuta kwenye nywele zako na mafuta mazuri ni mafuta ya maji, kisha utamasaji nywele zako ili mafuta yaingie vizuri kwenye nywele. Baada ya kumaliza hapo, utachana nywele zako. Kwenye kuchana, inatakiwa uwe unatumia chanula plastiki, kisha utatumia chanura mbao katika kupasua mistari utakata mstari sehemu yoyote ili unaojisikia, kwa kuwa hapa tunafanya nywele zetu zinyooke. Kwa hiyo tunakata mstari, ukubwa wowote, sehemu yoyote, muundo wowote. Baada ya kukata mstari wako, utazichana hizi nyingine ili zisichanganyike na hii ambayo unataka kuishughulikia. Hii unayoshughulikia na yenyewe utaichana kwa uzuri kisha unatakiwa uwe na uzi, uzi ule mdogo wa mia mbili au mia tano Utaukata na kukunja mara mbili, halafu huku mwanzoni mwake ndio utatumia katika kusuka. Usifunge uzi, haina haja ya kufunga uzi. Utaikusanya nywele yako vizuri, kisha unachukua uzi wako, unauambatanisha na nywele, halafu unaanza kuzungusha uzi wako pale chini kabisa, ili ishike nywele. Usikaze sana, utasababisha maumivu. Kwa hiyo utazungusha uzi wako mpaka uhakikishe nywele imeshika, imeshashikana. Ukiwa unazungusha, unazungusha tu kikawaida, kama unafunga kitu. Kwa hiyo unazungusha, huku unasogeza mkono wako kwa kupanda juu kidogo, unakuwa unasogeza kidogo kidogo huku unazungusha. Jinsi ya kusogeza ni hivi, unakuwa unasogeza mkono, unasogeza unasogeza hadi unakuja kuimaliza nywele yako. Utaendelea kuzungusha nywele yako na uzungushaji ni kawaida tu, usikaze sana nywele hata. Kwa wewe ulioosha nywele zako, unaweza ukatumia mbinu hii baada ya kuosha, unakuja unazifanya kuzinyoosha kwa namna hii, una haja ya kwenda saluni. Utasuka nywele yako mpaka mwishoni. Ukifika mwishoni, utafunga na namna ya kufunga ni kama hivi. Naomba nitazame kwa umakini. Unazungusha uzi halafu unauvuta yani, unazungusha uzi kwenye vidole, unaweka vidole hata viwili au vitatu, namna hii alafu pale ulipozungusha kutakuwa na katobo, unaingizia ule uzi mwingine halafu utavuta hapo. Nywele yako itakuwa imefunga. Utakata butu lingine sehemu yoyote ile ya kichwa chako, kisha zingine utazitenga ili zichanganyikane. Utalichana vizuri butu lako ili liwe limenyooka kisha uzi wako baada ya kukunja mara mbili, utaanza kusuka kwa kuunganisha uzi na nywele, kama hapa ninavyofanya. Naomba uniangalie vizuri, kipenzi changu. Kama uelewi maelezo yangu, naomba utazame video yenyewe, inajieleza. Kwa hiyo utazungushia uzi chini kwanza pale, ili nywele ishike vizuri. Na kipindi unazungusha Usikaze sana, ukikaza sana utashindwa kulala, kucheka au kufikiria. Tazungusha mpaka mwisho, na namna hiyo hiyo utafanya kichwa kizima, kipenzi changu. Kipindi unaendelea kusuka nywele zako, naomba usisahau kusubscribe hapo chini kwa kubonyeza hilo neno lililoandikwa subscribe kisha alama ya kengele ili kunipa nguvu mimi ya kukuletea vipindi vingine vingi na vizuri zaidi. Ukifika mwisho wa nywele yako utafunga nywele zako, zitaonekana kama hivi. Na baada ya hapo, utatumia maji ya karafuu kuweka kwenye mistari humu ulipokata mistari maji ya karafuu yana faida nyingi, ikiwemo kujaza nywele, kuzirefusha, kufanya zisiwashe na pia inafanya nywele zinang'aa, nywele zina shaini pia zinakuwa nyeusi na haileti mba. Utapaka maji ya karafuu kwenye nywele zako, hakikisha maji yanaingia vizuri kwenye nywele zako. Angalizo, usipake maji ya karafuu ukiwa umevaa nguo ambayo itabakiza alama, kwa sababu maji haya yakiingia kwenye nguo yanaweza yasitoke. Utapaka kichwa kizima bila kuchoka, hakikisha maji yanaingia vizuri, yanapenya ndani ya nywele yote. Baada ya kumaliza kupaka maji yako, utamasaji mule kwenye njia za nywele, mule ulimokata mstari, utakuwa una masaji baada ya kumaliza hapo, huwezi ukaziacha nywele zimesimama hivi kama mchai karaba. Kwa hivyo tutaenda kuzifunga nywele zetu, na ili uzifunge, inatakiwa uandae uzi mrefu kama huu, kisha utaenda kuchukua nywele ya kwanza, unaikutanisha na nywele nyingine. Ndiyo namna ya kufunga. Unaweza ukakutanisha na nywele yoyote, haina masharti, ni kutokana na wewe unapenda nywele zako zionekaneje. Kwa hiyo utafunga kwa kuunganishia nywele yoyote. Na wengine kwenye kufunga kwao unakuta wanakata hizi nyuzi ambazo zilikuwa zinamalizikia kwenye nywele yako. Haina haja ya kukata nyuzi, utafunga na uzi wako, kwa sababu wakati unafumua unafunga mbele, alafu hapa hatukazi. Yani unafunga ya kwanza, unaenda kwa mbele zaidi, unafunga tena kama hivi ninavyofanya kipenzi changu naomba uniangalie kwa umakini naamini utaelewa na utajifunza kitu utafunga mpaka mwishoni upande mmoja unaweza ukatenga hata mabutu matatu ni kutokana na wingi wa nywele zako kwa mimi hapa nimetenga mabutu mawili ili isiniwiye ugumu sana na ukimaliza huku mwishoni usifungi ukifunga itakusumbua, nyuzi zitakuwa nyingi zilizojifunga, wakati wa kufumua utasumbuka. Tunaenda na upande wa pili, tutafunga vile vile. Unachukua nywele yako ya kwanza, unaiunganishia kwenye nywele inayofata, na uzuri wa kuacha ile nyuzi ambazo ulikuwa umesukia mara ya kwanza inaweza ikakusaidia, kama nywele yako haifiki kwenye nywele ya pili, ile uzi inatumika tu kufika nywele inakuwa inabaki kwenye uzuri wake. Kwa hiyo utaunganisha nywele zote kama hivi ninavyofanya, unaivuta tu nywele inaungana kwa pamoja, alafu unazungusha. Ni hivyo tu kipenzi changu, na ni rahisi sana. Utafunga nywele zako zote mpaka uzimalize, na huku mwisho inatakiwa hizi mbili zilizobakia, na zenyewe tuziunganishe. Unaziunganisha vipi? Utachukua ya kwanza, unaiunganisha kwenye ya pili. Unaweza ukatengeneza uzi mwingine, lakini kama nywele ni ndefu, utafanya kama hivi ninavyofanya, utaingizia nywele kwenye nywele nyingine, unaingizia hivyo, na ule uzi wake uliobakia utauzungushia, yani utatumia kuuzungusha namna hii. Kipenzi changu ukitumia mbinu hii nywele, utakapokuja kuzifumua utakuta zimerefuka na zimenyooka sana. Ni siku mbili tu na nywele zako zitakuwa zimeshaonyesha matokeo. Baada ya hapo, unaenda unasuka msuko unaotaka au unabana, una bana unavyotaka, ni wewe tu, na hii ndiyo final look. Usisahau kusubscribe, kulike, kukoment na kushia kwa wengine ili wajifunze na kupendeza kama wewe. Asanteni, ah, na kwaherini.